Idara ya afya ya eneo lako ndiyo sehemu yako ya msingi ya mawasiliano juu ya maswali yoyote, wasiwasi au maswala yanayohusiana na mpango wa wiki. Iwapo utapata matatizo yoyote na manufaa yako ya wiki, una maswali kuhusu vyakula vinavyokubalika, au unahitaji usaidizi wa app ya manunuzi ya wiki usisite kupiga simu kwa idara ya afya ya eneo lako au kliniki ya WIC. Ifuatayo ni mifano ya kwa nini unaweza kuwasiliana na idara yako ya afya ya eneo lako. Ikiwa una maswali kuhusu salio la manufaa yako, ni lini manufaa yako yanapakiwa upya, au jinsi ya kutumia kadi yako ya WIC, idara ya afya inaweza kukupa majibu. Ikiwa una swali kuhusu kama chakula mahususi kimeidhinishwa na wiki au unahitaji usaidizi kuelekea au kuelewa orodha ya manufaa, wafanyakazi wa wiki wanaweza kukuongoza kwa usaidizi wa kiufundi au usaidizi wa app ya manunuzi ya wiki. Idara ya afya inaweza kutoa usaidizi ikiwa unahitaji kuratibu upya miadi yako ya wiki. Wasiliana na idara ya afya ya eneo lako. Idara ya afya iko hapa kukusaidia. Tumejitolea kuhakikisha kuwa unapokea usaidizi unaouhitaji ili kufaidika zaidi na mpango wa WIC kwa ajili yako na afya ya familia yako na ustawi. Kumbuka, mpango wa WIC sio tu kuhusu kutoa manufaa, bali pia kukuongoza kwa maarifa na nyenzo kwa ajili ya maisha bora zaidi. Asante kwa kujiunga nasi katika safari hii ili kujifunza zaidi kuhusu mpango wa wiki, tunatumai kuwa unahisi kufahamishwa zaidi na kujiamini zaidi unapotumia au unapopitia wiki. Kubali usaidizi muhimu unaotoa, na usisite kuwasiliana na idara ya afya eneo lako wakati wowote wa unapohitaji msaada. Kwa habari zaidi au ikiwa una maswali yote, jisikie huru kutembelea tovuti yetu katika www.healthdepartment.org au piga simu kwa kliniki ya wiki iliyo karibu nawe. Kuwa na afya njema na unufaike zaidi na rasilimali za mpango wa wiki, na kutakia wewe na familia yako kila laheri kwenye safari yako ya afya na lishi.